Hey, mambo vipi? Hivi unafahamu C++ inatumika kuweza kutengeneza mifumo ya magari, kuweza kutengeneza games kubwa kubwa ambazo unazicheza bila ya kujua katika kompyuta yako kama zimetengenezwa na programming language ya C++. Lakini pia mifumo ya kibenki yamekuwa yakitengenezwa na yakitumia C++ programming language. Pengine ulikuwa haufahamu. Sasa leo nataka tuweze kuzungumzia kuhusiana na language hii ya programming ambayo ni C++. Miongoni mwa vitu ambavyo tutakwenda kuzungumzia na kuvikava na kuweza kujua kuhusiana na language hii katika video hii, hadi kuweza kumaliza mwishoni mwa video hii, basi tutaweza kujua C++ ni programming language gani haswa, imeanzishwa mwaka gani na vitu vingine. Lakini pia C++ inafanya nini haswa. Je, C++ inatumika wapi? C++, nani anapaswa kujifunza? Je, wewe ambaye unaangalia video hii inakuhusu lengweji hii na unatakiwa uweze kujifunza na kuitumia katika shughuli zako, leo utaweza kufahamu, ama uweze kutafuta lengweji nyingine na hii C++ uweze kuachia wale ambao inawahusu. Utaweza kupata majibu katika video hii ya leo lakini kwa nini ujifunze C++? So majibu utaweza kuyapata kupitia video hii ya maswali haya ambayo leo nimeweza kuyaandaa. Kwa twende moja kwa moja na tuone C++ ni nini. C++ sio kingine, ni lugha ya program programming language ambayo ina uwezo mkubwa sana. Kwanza tambua hivyo, ina uwezo mkubwa sana na iliundwa mnamo mwaka 1985. Kiangalia ni siku nyingi sana imeweza e, kutengenezwa language hii kulinganisha na hizi language nyingine ambazo tuliwahi kuziongelea kama Python na nyinginezo ambazo zimekuja hivi karibuni, lakini hii ni ya zamani sana na hii imekuja kwa ajili ya upanuzi wa language ya C. Tunafahamu hii C, kuna language zisizopungua tatu. Kuna uh, C as a C, kuna C++, kuna C sharp. Kwa usije ukachanganya, hizo ni language ambazo zinajitegemea, lakini hii C++ imekuja kwa ajili ya upanuzi wa language ambayo ilikuwepo ambao ni ya C na lengweji hii inaruhusu kuweza kutengeneza programu ambayo zipo karibu sana na hardware. Kama wewe una deal na hardware, wale mainjinia ambao mna deal na hardware na mnahitaji kutengeneza mifumo ambayo ipo karibu na hardware, inafanya kazi karibu na hardware, basi C++ nadhani itakuwa ni chaguo bora sana kwenu. Lakini kwa uandishi ulioeleweka wa kisasa kabisa uh, hii language ya C++ imeweza kutengenezwa katika uandishi huo, tofauti na language ile ya C. Kwa sasa unaweza kuielewa vizuri na kuweza kujifunza hatua kwa hatua, lakini pia C++ inasaidia object oriented programming. Tunafahamu kuna aina hii ya programming ambayo ni OOP, object oriented programming, yaani programu zinazojengwa kwa kutumia vitu object. Kwa mfano, badala ya kuweza kuandika kodi ya gari mara kwa mara, basi unaweza kutengeneza klasi ya gari as a blueprint, halafu utumie hiyo klasi kila unapotaka kuunda gari jipya kwenye hiyo programu yako. Nadhani tunafahamu OOP inapofanya kazi sasa. C++ pia ina support object oriented programming na imekuwa inasaidia sana katika kutengeneza programu mbalimbali, mifumo tofauti tofauti. So hiyo ndio C++ kwa ufupi. Nadhani utakuwa umeweza kuelewa ufupi kuhusiana na language hii, ni language ya aina gani. Lakini tuangalie sasa c++ inafanya nini? C++ ni lugha inayotumika mahali kunapohitajika utendaji wa haraka yaani spidi kubwa na usahihi mkubwa. Basi C++ ni language ambayo inatumika katika mfumo huo, lakini pia unaweza ukachukua mfano, C++ inatumiwa kutengeneza operating system hii eh, mifumo ambayo tunayotumia katika devices zetu Let's say, Uh, hii mifumo ya Windows inatumika C++, programming language lakini pia operating system. Kama kuna mashine fulani inahitajia kutengeneza operating system yake, basi C++ ni nzuri sana na inatumika kuweza kutengeneza mifumo hiyo, mfano sehemu za Windows, ukiingia katika zile service kule katika operating system yako Window utaona kuna service nyingine, kuna vitu vingine vimetengenezwa kwa kupitia language hii ya C++. Hadi sasa una uwezo wa kuona kitu hicho katika kompyuta yako. Kama hujui jinsi ya kuona, naweza nikaja kukuonyesha, na pia katika sehemu ya comment tuje kuoneshana namna na gani C++ imechukua nafasi kubwa katika kutengeneza operating system kama hizi za Window ambazo tunazitumia. Lakini pia katika kutengeneza games, C++ inatumika pia zile games kubwa kubwa mfano Call of Duty, lakini pia ukiachilia kutengeneza games, software za kibenki, nimekwambia inatumika C++, ambazo zinahitaji usalama wa hali ya juu kabisa. Basi language hii ina msaada mkubwa katika kutengeneza mifumo kama hiyo. So games za kompyuta mfano za FIFA, au zile gari za kisasa, let's say katika uh, Elon Musk Tesla, basi huwa zinatumia sehemu yake ya mifumo hii language ya C++ kwanza leo fahamu hivyo. Kwa hiyo C++ sio language ya kuweza kuichukulia poa, ni language ambayo nzuri sana, japokuwa ni ya zamani, lakini imekuwa ikitengeneza mifumo ambayo imara, ina speed, yani inahitaji speed ya hali ya juu, basi imekuwa ikitumika C++ kwa sababu ya ile speed accuracy, lakini pia low access. So nadhani utakuwa tumeweza kujibu swali hili C++ inafanya nini haswa. Tuende katika swali lingine ambalo linatutaka tuweze kujua C++ inatumika wapi. Nimeshaweza kutaja huko mwanzoni baadhi ya sehemu ambayo inatumika, lakini wacha tuweze kupita na swali hili. C++ inatumiwa na makampuni makubwa. Kwanza fahamu hivyo. Makampuni makubwa ukiongelea, unaongelea au katika uh, Microsoft kwenye software mfano Microsoft Office Adobe kwenye Photoshop, ya C++ inatumika. Hata NASA kwenye zile roketi zao, basi programming language ya C++ imekuwa ikitumika. So katika ulimwengu wa games, kampuni kama Ubisoft huweza kutumia C++ kwa sababu ya uwezo wake mkubwa wa kuweza kutunza spidi. Nadhani unaona sasa C++ ni programming language ya namna gani, aina gani? Kwa wale ambao mlikuwa mnajiuliza hii language mbona hatuisikii sana, kwa sababu ya jinsi ambavyo vitu ambavyo inafanya ni vitu vizito vizito, ambavyo vipo karibu na hardware na ambavyo vinahitaji security ya kutosha, vitu ambavyo vinahitaji speed ya kutosha, ndivyo ambavyo vinatumia hii C++. na ndio maana huikuti kila mahala. Lakini vile vile nani anapaswa kujifunza C++? Kama wewe ni mwanafunzi unaitaka kuelewa programming kuanzia mizizi kabisa hadi matawi, basi C++ inakufaa sana. Pia kama unataka kuwa game developer, C++ inakuhusu, ama engineer wa mfumo mfano ya magari ama mfumo ya device mbalimbali hii, basi C++ inakuhusu. Ni lugha muhimu sana. Katika lengwaji nyingine nilizokuwa nikizungumzia, nilikuwa nakwambia kuwa lengwaji hizi zinatumika na ni nzuri kwa wale ambao wa beginners wanaanza kujifunza, kwa sababu ni rahisi kuweza kujifunza, lakini hii C++ kidogo ni ngumu, lakini ugumu wake sasa unakufanya wewe kama utaanza kujifunza programming language hii ya C++ kuweza kukujenga, hata utakapo shift kwenda katika language nyingine, ni rahisi kwako kuweza kuicover kwa haraka language hiyo, kwa sababu tayari una ile mizizi e, ya programming. Kwa kupitia language hii itakufunza namna gani haswa programming inavyofanya kazi backend huko nyuma katika memory, jinsi ambavyo inafanya e, zile e, task mbali mbali okay? So C++ inakufundisha namna na kompyuta inavyoweza kufanya kazi kwa undani zaidi, memory, CPU, execution ya program. Inakufundisha vitu vyote hivyo na utaweza kuelewa vizuri sana. So vile vile kwa wale ambao wanahitaji elimu ya msingi kabisa na kuwa vizuri, basi ni vizuri kuweza kujifunza C++ programming language, haijalishi juu ya ugumu wake, lakini utakapoweza kuimaster basi ni kwambie tu hakuna language ambayo itakuwa inakushughulisha wewe na utakuwa una knowledge nzuri sana ya programming. So tuachane na hapo na tumalizie kwa nini ujifunze C++. Ukijua C++ ni rahisi sana kuweza kuhamia kwenye language nyingine kama nilivyotangulia kusema kama Java ama C Sharp, ama Python basi ni rahisi kwako kuweza kujifunza language hizo nyingine. Pia unakuwa na uelewa wa ndani kuhusu jinsi program inavyofanya kazi moja kwa moja kwenye kompyuta. So C++ inakufundisha discipline ya kuweza kufikiria na kuwa mhandisi bora. Language hii ya C++. So leo Tuishie hapa, natumai tumeweza kujifunza kuhusu C++ japo kwa uchache, ambao ni lugha yenye nguvu sana, ambao kila programa basi anapaswa kuweza kuiheshimu na hata kuweza kujifunza na kuweza kuifahamu. Ikiwa umejifunza sasa kitu kipya kupitia video hii, basi usiache kulike video hii, usubscribe channel yangu ya YouTube kama ni mgeni, tuweze kuwa pamoja na tujifunze vitu kama hivi tukiwa pamoja hapa hatua kwa hatua. Lakini vile vile una maoni basi weka komenti yako hapo chini. Lakini pia kama unahisi hauna cha kuongea, ningekuomba basi uniambie ni lugha ipi unayotaka tuweze kuichambua baada ya hii, ama tayari tumeshaichambua, lakini unahitaji kuweza kuelewa zaidi, basi unaambie katika sehemu ya comment hapo chini. Tukutane wakati mwingine. Vitu ambavyo sijaviongelea hapa, niulize katika sehemu ya comment, tutaweza kujibizana huko na kuweza kujifunza zaidi kuhusiana na lenguaji hii ambayo tumeizungumzia leo. Asante sana, tukutane video inayofuata.